Hello, hello, uhali gani mfuatiliaji wetu wa chaneli zetu za tiba zetu. Asri najua umzima wa afya, na ujisikia vibaya, basi twaombea kwa Mungu awape wepesi. Katika chaneli yetu ya leo, kama unavyoona hapo, tunaenda kuonyesha ofisi yetu na vitu vilivyomo ni kwenye ofisi yetu. Hicho nachokiona hicho, ni kitambaa chekundu ambacho kinapatikana kwenye ofisi zetu pia unavyoangalia kwa umakini hapo utaona kuna kabati ambayo imejawa dawa zetu mbalimbali mbali katika ofisi zetu. Usiogope, hizo ni dawa za kawaida, ni zana zetu za kazi. Kama unavyoona hapo kwa juu utaona kuna ngozi za ng'ombe pamoja na ungo. Hizo ni zana zetu za kazi za kufanyia kazi. Sisi tunatibu magonjwa mbalimbali kama tunavyoelezea kwenye chaneli yetu, magonjwa ya nguvu za giza kulogwa mtu Unaenda hospitali ugonjwa uonekane, lakini sisi tunatibu na unaweza kabisa ukapona kabisa na ukapokea afya njema kabisa. Pia sisi tunatibu magonjwa ya kawaida, kama mtu unasumbuliwa na magonjwa ya presha ya kisukari, aina yoyote ya magonjwa ya kawaida, sisi tunaponya. Ndio maana ukiangalia kwenye chupa hapo utaona dawa zetu ambazo zinaweza kuponya magonjwa hayo ya kawaida pamoja na nguvu za giza. Usiogope, nimeonyesha ofisi zetu ili muamini kitu ambacho tunakifanya tunaponya. Pia tunatoa elimu kwa wale ambao wanataka kupata elimu, huko waliko wao wenyewe wachimbe dawa waweze kujitibia magonjwa ya kawaida madogo madogo, kama vile kisukari pamoja na magonjwa mbalimbali ya presha, kupunguza unene. Ukifuatilia kwenye chaneli yetu, sisi tunatoa elimu ambayo unaweza ukachimba wewe mwenyewe ukapona ugonjwa ambao unakusumbua. Pia we fuatilia tu kwa umakini, kuna mimea mbalimbali ambayo tunaonyesha, we jaribu, utapona na utakuja kushukuru kwenye chaneli yetu sisi. Kikubwa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kuendelea kufuatilia chaneli yetu, na sisi tutawaletea dawa za aina mbalimbali. Hicho nachokiona hapo pamoja na vitu hivyo, hizo ni zana zetu. Kuna uungo hapo pamoja na vibuyu, hizo ni zana zetu za kazi. Ila kikubwa endelea kufuatilia chaneli yetu, na sisi tutazidi kuwapa elimu. Kikubwa ni nini? Kikubwa ni kufuatilia tu chaneli yetu, na sisi tutawapa dawa mbalimbali ambazo magonjwa yanawasumbua na wasumbua, nanyi mtapona kabisa. Msisahau kusubscribe, kulike na comment na kuendelea kufuatilia chaneli yetu, na sisi tutazidi kuwaletea vitu mbalimbali mbali. Wanadamu wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali mbali. Wanadamu wanahangaika, lakini sisi tunatoa dawa ambazo zinaweza kusababisha kabisa ukawa mzima kabisa, ukawa mzima wa afya na ukawa na amani katika maisha yako. Usisahau kusubscribe, kulike na ku comment na kuendelea kufuatilia chaneli yetu, bye, nanyi tutakuwa nanyi, yeah. Yeah.